Nikisema mimi naweza kuambiwa jahil, mjinga, hajui, hajasoma. Naridhia majina yote hayo, lakini napenda ni ninuku, ninukuu fatawa za maulama ili lijulikane ni swala ambalo kwamba limejadiliwa na maulama katika Majmuu al-Fatawa wa Maqalat Mutanawia cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih mujalad wa 15 safha ya 79 lilikuja swali, je, miandamo ya mwezi inatofautiana? na je, kuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha? Yani, je Ramadhani twafaa kufuata miandamo ya mbalimbali, yani kila moja afuate kwao, lakini Adha lazima tufuate hujaji? Swali so, hili ameulizwa nani? Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, rudi katika majumua fatawa makalati mutanawia, safha ya 15, ama safha 79, mujallad 15, mujaladwa a Sheikh anasema, fadhahir annahu la farka baina ramadhana wal adha, asema dhahir wazi ilioko katika sharia ni kuwa hakuna tofauti kati ya Ramadhani na adha. fima aalamuhu min ash-shar', kutoka manna kile kinachokijua mimi kutoka manna sheria. Amekataa kabisa Sheikh Abdul Aziz bin Bas kutafautisha kati ya Ramadhani na adha katika kuangalia mwezi, asema zote zaangaliwa nini? Zinaangaliwa mwezi. Twende kwa wapili, Sheikh

kwa mfano akatoa na mfano usikize vizuri. Mfano, idha kana alhilalu kad ruiya bi Makkah, ikiwa mwezi umeonekana katika mji wa Makkah, wa kana hadha lyaum, na ikawa hiyo siku, huwa lyaumu tasi, ni siku ya tisa. Umeonekana wapi? Makkah. Wamefika siku ya ngapi? Ya tisa, ambao kwamba ni siku ya arafa kwao na ndio siku ya wukufu. Asema fa innahu wa kana hadha alyaum huwa alyaum tasi'. Asema waruya fi baladin akhar, na ukaonekana mwezi katika mji mwingine mbali na maka eh, kabla makkata biyaum, kabla ya makka kwa siku. Kuna sehemu wameona kabla ya makka kwa, kwa siku moja wametangulia katika kuona. Ina maana siku ya tisa ya maka kwao itakuwa ni siku ya ngapi? Ya kumi, wametangulia asema wa kana yaumu arafat indahum alyaum alashir, na ikawa siku ya arafa kwao ni siku ya kumi. Yani siku ya arafa ya Makka ambayo ni tisa kwao ni siku ya ngapi? Ya kumi. Sikiza hukumu kwa uzuri, anatoa Sheikh Ibn Uthaymeen, asema fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha alyawm, haifai kwa wao kufunga siku hiyo. Ni tisa Makka, watu wako katika nini? Ibada ya arafat kule, lakini kwao ni ngapi? Kumi. Anasema haifai kwao kufunga siku hiyo kwa nini? Asema liannahu yaumu idi, kwa sababu ni siku ya idi kwa wao, madamu ni siku ya kumi, hata kama maka ni tisa. Asema wakadhalika, na vile vile lau kudira, lau itakadiriwa annahu taakharat arru'ya, kinyume sasa, kule wameona kabla ya maka, sasa wameona baada ya maka, kama ilivyokuwa hali kwetu

liyaumil ashir fi makka, ambayo kwamba inafikiana na siku ya kumi ya makka. Makka wako kumi, lakini wao wako ngapi? Tisa. Watafunga lini? Watafunga tisa yao, hata kama makka ni kumi. Asema hadha huwa alqawlu rajih, hii ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu. Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen katika majmu Al Fatawa mujallad wa ishirini, rudi utayapata. Na ametoa maneno kama haya Sheikh Ibn Uthaymeen katika mujallad wa 19 safha ya 41, akasema wa kadhalika yawm arafa ittabi'u albalad alladhi antum fihi. Hili ni swali lilikuja kutoka Pakistani, watu ambao kwamba wanafanya katika ubalozi wa Saudia Pakistani, wanasema sisi tumetafautiana na baladul haramaini, tumetafautiana na Makkah, tufate wapi nchi yetu Makao kule ama tufuate huku ambapo kwamba tuwafanya kazi shekhe, akawaambia wa kadhalika yu muarafa ittabi'u albalad alladhi antum fi, fateni kule ambapo kwamba mlipo. Kwa hivyo tumemwona Sheikh Abdul Aziz bin Baz, tumemwona Sheikh Ibn Uthaymeen. Twende kwa watatu, Sheikh Hani bin Abdullah Al-Jubair ni kadhi wa mahkama ya Makkah, ameulizwa swali kama hilo, jibu lake asema

Asema wayasumu Arafata yauma tasi na atafunga Arafa siku ya, angalia mashekhe wanavyofungamanisha saumu ya Arafa na siku ya tisa

katika kiwanja cha Arafati wanaifungamanisha na siku, asema wayasumu Arafata yawm at-tasi, atafunga Arafa siku ya tisa. walau kana yuwafiqu fi Makkah al makka al-yawm ath-thamin aw al-ashir, hata kama Makkah itakuwa ni siku ya nane ikiwa wao wametangulia kuona, ama ni siku ya kumi ikiwa wao wamechelewa kuona. Makkah ni nane ama ni kumi, lakini kwenu ni tisa. Utafunga lini? Utafunga tisa. Haya ni maneno ya Sheikh Hani, Kadhi wa makkah, au mahkama ya makkah. Twende kwa Ibnu Jabrin, wote ni maulama wakubwa wa, wa biladul haramain. Anasema, anaulizwa, Nigeria wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa, watafanya vipi? Watafata kwao ama watafata haramain? Sheikh amejibu so, jawabu refu kwa takaitaka, baadaye atakuja kuniona nimpatie. Kisha akasema, fa'ala hadha yasihu li ahli Nigeria

Mayoti ni moja katika visiwa vya vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa, mepelekwa swali tufuate wapi sisi, kumektalifiana meandamu huku na kwenu, tufuate wapi? fatwa iliyotoka katika alajna daima kwa nambari 2021825. rudi ukaangalie. Ambapo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh, mufti wa sasa wa Saudia na Sheikh Saleh Al Fauzan, wanasema fuateni kwa mwandamo mwandhamu wa kwenu, sawa, ikiwa imetangulia maka ama imechelewa maka. Hizi ni fatawa ndugu yangu, sijazitoa mimi, wamezitoa maulama wakubwa wa Saudi, na ikiwa huniamini, Mwenyezi Mungu akikupa hata ukaenda haji ama umra, nenda kaulize. Alhamdulillah, kila sehemu kuna kibanda cha fatawa katika bila, katika nini, haram nenda kaulize, waulize, sisi arafa tutafaa kufuata wapi? Arafa ni lini? Tufunge lini?